Wakijulikana kama Swissguard, hawa ni wanaume 135 ambao wanajukumu la kumlinda papa ambaye ndiye kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani. Kikosi hicho ambacho pia kinajulikana kama jeshi dogo zaidi duniani kilianzishwa mwaka 1506 na Papa Julius wa Pili kwa ajili ya ulinzi wake binafsi. Wakati huo, swiss guards walitumika kama jeshi mamluki wakati wa vita vya Italia na Papa Sixtus wa 4, Papa Innocent wa nane na Papa Alexander wa sita ambao walikuwa ni maskofu wa Roma kwa vipindi tofauti. Miaka mingi baadaye, walinzi hawa wana jukumu la kuhakikisha usalama wa papa muda wote awapo kwenye eneo la Vatican, na wakati mwingine kutoa ulinzi kwa jumuiko la makardinali, hususani wanapokuwa kwenye mchakato wa kumchagua papa mpya. Mbali na Vatican, Swiss Guards pia wana jukumu la kutoa ulinzi kwa papa pindi anapokuwepo kwenye makazi yake ya kupumzikia katika eneo maarufu la Castel Gandolfo nchini Italia. Toka litokee jaribio la kumua Papa Yohane Paulo wa Pili mwaka 1981, kikosi cha Swiss Guards kimezidi kujiimarisha katika mbinu mbalimbali mbali za medani kama vile mazoezi ya kikomando, utegwaji mabomu, kufanya uokozi, pamoja na kupambana na ugaidi na ulingaji shabaha. Walinzi hawa hupokea mafunzo stadi kutoka jeshi la ulinzi la Uswisi, huku vigezo mbalimbali mbali vikitumika ili mtu achaguliwe kuingia kwenye jeshi hilo. Moja ya vigezo hivyo ni pamoja na uraia ambapo ni lazima uwe raia wa Uswisi mwenye umri wa miaka kati ya 19 hadi 30. pia ni lazima uwe Mkristo Mkatoliki ambaye hujaoa na uko tayari kuwa sehemu ya jeshi hilo kwa kipindi cha walau miaka miwili na miezi miwili, ndipo unaweza kuruhusiwa kuoa. Vilevile, askari hawa wanapaswa kuwa na urefu wa mita moja na sentimita 74. Wanajulikana pia zaidi kwa mavazi yao yenye michirizi ya bluu miekundu na njano. Wakati mwingine, askari hawa huvalia glovu nyeupe kwenye viganja vya mikono yao kulingana na tukio husika.